Usikumbuke aliopita, sababu yanaumiza. Angalia pale ulipo na kisha piga hatua, ndio bado ulipo tumaini. Haijalishi umepitia mapito mengi kiasi gani, umechafuliwa na watu kiasi gani, bali jitazame pale ulipo na kisha piga hatua, ndiyo Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi aishi, maana anaweza kuleta madhara makubwa katika taifa. Huyu ni mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mganga wa kienyeji na amesaidia wengi yake, na kwa maelezo yake kutokana na uganga aliyokuwa akiufanya nuru ilimwangazia mara baada ya mtumishi wa Mungu, mchungaji wa kanisa la Baptisti Imekuwa, ambaye si mwingine mchungaji na Askofu Sylvester Mlaponi alipomtembelea mwanamke huyu na kumtangazia uwema wa Mungu kwenye maisha yake, ndipo alipoamua kuokoka na kumkabidhi Yesu Kristo maisha yake kuwa Bwana na mwokozi maisha yake. Mwanamke huyu kwa maelezo yake katika uganga wake amekuwa akitumika kwa miaka mingi kuwasaidia watu katika shughuli za uganga na kuwaloga watu ambao wamekosana nao, ndiyo mnyonge mnyongeni, lakini haki yake ya mpeni. Mtumishi wa Mungu Sylvester Mlaponi kutoka kanisa la Baptisti Imekuwa, kutokana na kuhubiri injili ya kweli isiyogushiwa, akaamua kufika na timu yake kwa mwanamke huyu na kutazama shughuli ambazo alikuwa akizifanya za uganga na kuwatibu watu kwa njia zisizo rasmi, na hatimaye mwanamke huyu akakubali kumrudia Mungu. Wakati huu mimi nazungumza, mwanamke huyo sio mganga tena wa kienyeji, bali ni mtumishi wa Mungu aliyeokoka na kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Niliyekuandalia na kukusogezea makala hii fupi ni mimi Christian Ngao. Tafadhali twende utazame namna ambavyo mwanamke huyu ameamua kuokoka na kumkabidhi mtumishi wa Mungu Sylvester Mlaponi vifaa vyake vya kichawi alivyokuwa akivitumia na hatimaye kuchomwa moto. Huyu ndiye Martha yule aliyekuwa mganga wa kienyeji na sasa hivi ameamua kumpokea Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yake. Kwa hakika anajisikia amani na furaha. Amina. Unajisikiaje wakati tunachimbua hivi vitu Aa, na wewe umempokea Yesu kwa Bwana na mwokozi wako, uoni kwamba kuna hasara yoyote? Hapana, sioni ni hasara yoyote, ninajisikia amani tele iliyojaa moyoni mwangu. Mungu akubariki sana, amina. Amina, asante Amina.

Miongoni mwa vitu ambavyo ah, Ashura ambaye ni Martha ameokoka, amempokea Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yake, alikuwa na vifanya hivi hapa. Ni sehemu ya kuogea wagonjwa wale aliokuwa na waganga. Kwa hiyo hii ni mizizi ambayo iliko kwenye ndoo hii hapa na huo mtungi ambao sasa tunaenda kuuvunja katika jina la Yesu. Kwa hiyo Yesu ni mwema, Yesu anaokoa Ujumbe kwa watumishi wa Mungu sio kukaa mijini, ni kutembea huko na huko na kumhubiri Yesu, ili watu wengine wapate kufunguliwa. Leo Martha amempokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yake. Uganga ulikuwa mnamletea kila kitu, maisha yake yalikuwa katika uganga, lakini sasa amempokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yake amen. na kuonyesha kwamba vitu hivi si bora kwake, tuna tuna mwaga tuna mwaga kabisa uchawi huu, na umwaga chini kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Kama unavyoona huwa uchafu, kwa jina la Yesu Kristo umwaga chini. Na wapendwa watumishi wa Mungu akuambala aaa kwa Yakobo umu wala uchawi kwa Israeli. Tunamimina kila kitu kilichomuhumuna tunatoa katika a jina la Yesu Kristo. Tunavunja na kuharibu kila kitu wapendwa, na uvunja mtungi huu kwa jina la Yesu. Huyu ndio Yesu tunayemhubiri, tazama. Huu ni baadhi ya uchawi ambao mwanamke huyu alikuwa akiutumia kwa ajili ya kuwasaidia watu mbalimbali, wakiwepo baadhi ya viongozi wa serikali na wafanyabiashara mbalimbali wengi. Na vitambi vyao walipiga magoti na kosa lenda kwa mwanamke huyu ili wasaidiwe kupata mali na fedha, na wengine wakipigishwa magoti na kupewa masharti mbalimbali magumu, ikiwa ni pamoja na masharti ya kupewa dawa ambayo waliogeshwa ndani ya chumba hicho. Sambamba na kupewa masharti ya kukaa siku tatu bila kuoga ili waweze kufanikiwa maishani. Haya ni zaidi ya mateso kwa watu wengi wenye tamaa ya mali. Nami nasema yote yanawezekana kwa Mungu. Kwa kuwa mwanamke huyo ameamua kuokoka na kuachana na kazi hii ya uganga, basi nami nasema hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Dio, uchawi upo. Bila Mungu hatuwezi. Mtazamaji, inawezekana ni miongoni mwa watu ambao bado wanaamini imani za kishirikina. Nataka nikuambie jambo moja, inawezekana umepitia mapito mengi, ukaenda kwa waganga wa kienyeji, umeenda kutafuta msaada katika maeneo mbalimbali. Yupo Mungu ambaye anaweza kutenda hata leo. Kama ameweza kutenda kwa mwanamke huyu, basi na kwako atatenda kwa pia, kwa kuwa ameandika katika kitabu cha Yohana sura 14 mstari wa 14, 14 kwamba mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nami nitalifanya. Mwanamke huyo aliamini ya kwamba akimkabidhi Yesu Kristo maisha yake, basi atasalimika na kuwa salama. Ndiyo amekuwa kiumbe kipya. Yote haya yamefanyika chini ya mtumishi wa Mungu Silvesta Mlaponi kutoka kanisa la Baptisti. Imekuwa ndiyo, usisahau kusubscribe, kulike na kukoment katika YouTube chaneli yetu ya Ngao Media. Asante.